Dunia inaendelea kubadilika. Biashara nchini Tanzania pia zinabadilika. Hapo awali biashara zilihitaji huduma za simu. Vodacom Business ikaleta huduma za kupiga simu pamoja na data. Baadaye biashara zilihitaji huduma za intaneti. Vodacom Business ikaunganisha intaneti katika ofisi zao. Muda ulivyoenda, biashara zikahitaji huduma za kidijitali. Vodacom Business ikawaletea mpesa kwa makampuni, Cloud Computing, Colocation, Connected Car, Connected Farmer, Instant Classroom School Management na huduma mbalimbali kulingana na mahitaji ya makampuni. Leo hii, biashara zinahitaji mbia wa kibiashara. Vodacom Business ina timu stadi yenye umahiri na uwezo wa kuwahudumia ipasavyo. Vodacom Business inashirikiana na wafanyabiashara nchini Tanzania kufanikisha na kutimiza malengo yao kwa kuunganisha wafanyakazi maeneo mbalimbali mbali ya kazi na vitendea kazi muhimu kwa biashara zao. Kwa maelezo zaidi, tembelea Vodacom co tz mkwaju business. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom Business.